Amen. Yule mtu akitaka kuzaa akiwa ni mwanamke ototo kuna una mimbo na zaa. Ndio. Yule mtu akitaka kwenda kula utaona huku unalishwa na wewe vyakula. Ndio. Yule mtu akitaka kwenda kupata hela utaona wewe na watu unapata hela lakini ukiamka una hata mia. Yule mtu akitaka kuhesabu hela utaona unahesabu hela lakini ukija kuamka huko hauna hela. Ndio. Maana yule mtu kachukua maisha yako. Kopi yako. Nws kopi yako yeah. Kwa kuelewa ili Mungu alaezumba mbingu na nchi, ndio maana kuna vitu hivyo vitatu: kuna Mungu Baba, kuna shetani, kuna Yesu Kristo, kuna mpinga Kristo, kuna nabii yule ajaye, kuna nabii wa uongo. Sasa wewe, kama Mkristo, kwa kuelewa majira na nyakati unayoishi kwa sasa hivi lazima utambue kitu kimoja, yes. wewe ukija kuondoka watoto wako uliowazaa kiroho na kimwingi, hawa watoto wako watendea kwenye uokovu, watendea kushika imani. Tumesoma kile kitabu cha cha Mwanzo sura ya pili, uumbaji yes. wa Mungu pale kwa habari ya kukusanya mavumbi na kuyapulizia uhai

Yes. Kutiwa taji ya miiba, kuchomwa mkuki, kuchapwa azalani. Unajua Yesu Kristo alichapwa akiwa uchi, hata kiungo kile wao wanaga wamwekea, alikuwa ni uchi wa mnyama. Amen. viboko 39, huyo, yes. Anachapa kijanyuu huyo, anachapa hapo, na zile vile zile fimbo zile bakora zilikuwa zina ndoano, kwa kwa wakichapa wanavuta mishipa, ili awai kufa. Yesu alichelewa kufa. Amen. Na alikuwa wanasema ni mtu alikuwa na misuli mikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana aliweza kutembea kwa muda mrefu alikuwa achoki. Ndio maana siku alipoamua kubadilisha kupanda usafiri, Yerusalemu yote alianza kuimba. Hosana Bwana wa Daudi, amebarikiwa aje kwa jina la Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe binafsi Mungu amekukabidhi vitu vingi kama Adamu katika bustani ya Edeni. Mungu alilima bustani, Mungu akamwambia Adamu itunze mm. Kwa Mungu akija, hatauliza habari ya bustani. Alimwambia Adamu zaeni, muongezeke, hata muuliza habari ya watoto yeah. Mungu atakapokuja kama simba ungurumae, simba kabila la Yuda, ataiona imani, ataiona imani yes. ani kitu kinachosababisha leo unapita kwenye mateso, kwa sababu uiache imani yes. uwache upendo Amen unai sarlifi amen hiyo sababu ya kwanza sababu ya pili Paulo anasema vita nimevipiga yes amen. mwendo nimeumaliza imani nimeilinda kumbe imani inalindwa yes yoyote anayekuja kukutoa kwenye imani huyo sio mtu mzuri bana yes. Mungu atakuuliza duniani ulikuwa na miliki watoto wangapi duniani ulikuwa na miliki kazi ngapi duniani ulikuwa na miliki nyumba ngapi Mungu atakuuliza ulikuwa na imani ya kweli Msomaji nisome kitabu cha Yuda moja. Yuda moja. Yuda moja. Eh. Soma. Neno la Bwana linasema. Neno la Bwana linasema. Yuda. Yuda. Mtumwa wa Yesu Kristo. Mtumwa wa Yesu Kristo. Huyu Yuda ni mdogo wake na Yesu. Amen. Eh? Ndugu yake Yakobo. Eh? Kwa hao walioitwa, eh. Waliopendwa katika Mungu. Aliomeitwa alafu akapendwa. Katika Mungu Baba. Eh. Na kuhifadhiwa kwa ajili Na kuhifadhiwa kwa ajili ya Yesu Kristo. Kwa ajili ya yes nani? Yesu Kristo. Kwa ajili ya nani? Yesu. Hali umehifadhiwa kwa ajili ya nani? Yesu Kristo. Eh. Muongezewe rehema. Muongezewe neema na amani na upendo. Na amani na upendo. Wapenzi. Eh. Wapenzi. Nilipokuwa nikifanya bidii sana. Kituo kwanza, kituo kwanza. Simama kidogo, simama juu kidogo.